Na hapa tunataka kuzungumza na watu ambao wameshiriki Zanzibar yes, International Marathon. Mambo vipi mzee? Poa poa, niaje. Mimi kwa jina naitwa Scolo, natokea Dar es Salaam. Niko na kundi letu linaitwa Mashujaa Marathon. Niambie kwa nini umeshiriki marathon hizi? Ah, nimeshiriki kwa sababu kwanza unadumisha, unajenga una una una afya. Tunapata marafiki wapya vilevile tunadumisha upendo kwa kila rika. Tueleze watazamaji amani ina umuhimu gani katika maisha yetu kila siku? say, kwanza unajua katika haya mambo ya marathon huwa inadumisha, inadumisha amani. Yaani amani inakuwa kubwa, kwa sababu jinsi unavyokimbia unakutana na mtu mjui, mnasalimiana, mnapeana vibe. Mwisho wa siku mtu hata umjui, lakini mnakuta mna join kwa pamoja, inakuwa ni familia. Kwa hiyo so, tunafurahi sana kuwa kwenye hii marathon ya Zanzibar. Amani ina umuhimu mzuri sana bila amani, tusinge bila amani, tusinge vuka, bahari, amani tusingeshiriki. Bila amani tusingevuka bahari kuja huko Zanzibar. Amani ni kitu muhimu sana. Vijana wenzangu, jitahidi sana kuwa na amani. Amani ni kitu bora, amani ni kitu muhimu sana. Bila amani ase, amani ndio maana tuko hapa. Uoni ushangae, Masai niko ni hapa ni amani hiyo, amani ni fursa.